Naitwa Coach Abdul eh, nilikuwa na koche, ekipe ya uh, Muramvya City, nilipita m ekipe za Egre uh, za uh, Royal. Sasa nilikuwa na meza masiku mingi niko hapa Muramvya, eh, nilikuwa na coche, lakini kitu kenye kidi kina nifurahisha kumatora ya leo ni kuona mabadiliko makubwa tulikuwa tunatafuta siku nyingi. E, piko vitu vingi viliharibika sana mpira mpira, mpira ulikuwa uko na maendeleo, alakini mimi masikitiko yangu makubwa ilikuwa kuona generation ziko zinaharibika kwa kusema leo football ilikuwa, ilikuwa ilishaweka mafamilia ya watu wengi sana alakini, miaka kama kumi na ngapi inapita, inapita tulikuwa tuko tuna na mu association mbaya mbaya mbaya. Alakini makosa yote likuwa na federation, federation sawa, inafanya kazi, inataka mpira wa Burundi uendelee, alakini utaendelee aye utaendelee aye, na wakati mu association piko watu benye abataki maendeleo ya mpira, sisi kitu tunamwomba Jimmy angalie alikuwa association alikuwa anafuatilia hata walikuwa wanamwika mbali sana. Kitu kinatakiwa kina ni kubadilisha vitu vingi vyenye vilikuwa vinaharibika. Yeye alikuwa anasikia malalamiko ya watu, ya watu, tu. Inabidi sisi wote tutamsaidia munjia zote zenye tunajua za mpira, tumsaidie ili mpira wa Mramvya urudishe ile sura yake ilikuwa nayo mbele watu wote wafurahi, lakini ilikuwa inafika fasi kwenye Mramvya hatuwezi kuona mtu hata umwambie kasaidie, anaona kasaidie watu wacheze mpira. E, wacheze mpira anaona kama ni upuuzi. Sasa sisi tunaomba, tutafanya nguvu zote, tukienda tukiangalia zile zilikuwa zingine provinsi gisi zinaendelea kimpira, kisha tunaona Mramvya inarudia nyuma, tunasikitika sana lakini ni Mungu ndio alitaka kubadilisha kila kitu. Eh, ikiwezekana tutafurahi sana na watu watarudia tena kupenda mpira. Kwa wanawake, kwa watoto, kwa wanaume wote wakubwa wote tunataka turudishe mpira urudishe ile jina yake ya Muramvya zamani. Sasa sisi, kitu cha kwanza naweza nikasemea kwa viongozi, wa viongozi wasogelee juu. Sisi wako wanajenga kiwanja, kile kiwanja kitacheza wanani? Wakati mpira ulishaharibika ulisha. Sasa tunawaomba tuna, ilikuwa ni asosiasio ya mtu binafsi, sasa haikuwa ya, ya mkoa. Sasa leo leo huu uchaguzi unaonesha wazi kama kesho na kesho yake itakuwa itakuwa asosiasio ya mkoa ya mkoa. Alafu tunaomba watu wote wajitokeze, warudie tena kupenda mpira, mpira uendelee juu ni watoto wao wakwa wanacheza. Chochote chenyewe watoto wao watapata, kitawasaidia na familia yao ha.